Kuendelea kwa nasi na karibu katika habari. Kansela wa Ujerumani Frederick Mers amemtaka Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski kuweka juhudi zaidi kupambana na ufisadi baada ya sakata kubwa la ufisadi kutikisa taifa hilo. Merz amemwambia Zelensky kupitia mazungumzo ya simu kwamba serikali yake ni lazima ipige hatua katika mikakati ya kulidhibiti hilo na kufanya mageuzi hasa katika suala la utawala wa sheria. Msemaji wa Merz amewaambia waandishi wa habari kwamba Ujerumani ina wasiwasi kuhusu sakata hilo kufuatia kufungamanishwa na sekta ya nishati ambayo imepokea msaada mkubwa kutoka Ujerumani. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Syria, Tom Barrack, amesema Syria itakuwa na jukumu muhimu katika kuisaidia nchi yake kupambana na makundi yaliyo na silaha. Makundi hayo ni pamoja na kikosi maalum cha walinzi wa mapinduzi cha Iran, makundi ya wanamgambo ya Hamas pamoja na Hezbollah. Muda mfupi baada ya ziara ya Rais wa Syria, Ahmed al-Sharaa, kwenye ikulu ya Marekani White House. Muungano unaoongozwa na Marekani kupambana na kundi linalojiita dola la Kiislamu ulitangaza kuwa Siria imejiunga na muungano huo na hivyo kuwa mwanachama wake wa tisini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka katika kukata usambazaji wa silaha kwa jeshi la Rapid Support Force RSF la Sudan. Akihitimisha mkutano na mawaziri, ameeleza hayo na kugusia kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia masuala hayo, ikiwa RSF imekuwa ikitekeleza ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwemo mauaji, ubakaji na ukatili wa kingono dhidi ya raia. Hata hivyo jeshi la Sudan linaituhumu Falme za Kiarabu kwa kulisaidia kundi la RSF kwa kuwapatia silaha, japokuwa falme hizo zimekanusha madai hayo mara kadhaa, wakisisitiza kuwa hawahusiki kwa njia yoyote. Na shirika la utangazaji la Uingereza BBC limeomba radhi kwa Rais wa Marekani, Donald Trump baada ya kipindi cha Panorama kuhariri hotuba yake ya sita Januari sita mwaka elfu mbili ishirini na moja kwa namna iliyotoa taswira uh, sahihi kuwa alichochea vurugu. Na hotuba hiyo alitoa Januari sita. Aidha, wanasheria wa Trump wametishia kulishtaki shirika hilo wakidai fidia ya dola bilioni moja wakitaka shirika hilo lifute kauli hiyo iombe radhi rasmi na itoe malipo ya fidia. Hata hivyo, BBC imekubali makosa ya uhariri, lakini imesema haitatoa fidia kama ilivyodaiwa. Pia shirika hilo limeongeza kuwa haitarudia kuonyesha programu hiyo ya mwaka elfu mbili ishirini na nne na kwa uchambuzi kuhusiana na masuala haya yanaungana na ungana, Ibrahim Rahby, karibu sana Rahby. Shukrani sana. Tujadili katika hili na pengine tuanze na hili la uh, sakata bado ambalo limekuwa likiendelea na shirika hili la utangazaji pamoja na Rais wa Marekani Trump, na sasa wanasheria wake wenyewe wamekuwa wakitishia kuwa watadai fidia kuhusiana na hilo dola bilioni moja. Mm-hmm. Nadhani Trump alishafungua mashtaka kabla ya BBC kama sio New York Times na nadhani CNN katika vyombo vya habari vya ndani vya Marekani. Alishafungua mashtaka kama haya, lakini kesi yake ili ilitupiliwa mbali nadhani. Na hii mara hii ame, amesema vile, lakini alikuwa akisisitiza sana wa muombe radhi na kitendo ambacho BBC wamekubali kumuomba radhi. Lakini pia nimeona mwenyekiti wa BBC Samir Shah amemwandikia barua binafsi Trump kuwa tulifanya makosa lakini bado wamekataa kuwa tulikuwa na upendeleo. Hilo wanalikataa. Wanasema hapakuwa na, ma, na, ma, yani na madhumuni yoyote mabaya katika ile taarifa, licha ya uhariri ule wa kipindi cha Panorama umekosolewa na huu ulionyeshwa uhariri uh, huu na The Telegraph ndio ulianza kuangalia kuwa kuna makosa fulani sasa. Uh, mawakili wa Trump uh, baada ya hili sakata kutokea kuanzia uh, mwanzo wa wiki hii inayomalizika waliwasilisha hayo mm -hmm. maombi yao kuwa tunataka fidia ya dola bilioni moja kama euro milioni mia saba hivi na hamsini zinatakiwa zilipwe sasa. BBC wamesema kuwa hatuko tayari kuzilipa hizo, lakini tumeomba radhi kwa yale yaliyotokea, na sijui wanasheria hapa inakuwaje kama tayari umeisha yani umekubali ume kuwa guilty yani, kuwa tayari umeshakubali kubali kuwa ulifanya makosa. Sasa kwa sheria, sijui inakuaje kuwa haiwezi ikatumika kama nafasi ya kukukamata wewe kuwa kama umekiri. Nadhani mnyukano wa wanasheria mm -hmm. utakuja kutoa majibu kama kweli anastahili walipo, au Trump anaweza akatupilia mbali baada ya wao kumsafisha, kwa sababu ni katika ombi lake kuwa alitaka wamsafishe na hilo limetendeka mm. Haya, uh, katika hatua nyingine kule Ujerumani, uh, kansela wa Ujerumani wenyewe amemtaka rais wa Ukraine, uh, hasa kuweka juhudi zaidi kupambana na ufisadi na hii ni baada ya sakata la ufisadi ambalo limeitikisa taifa hilo. Nini hasa ambacho kimejiri uh, wiki moja au tuseme kama siku kumi zilizopita? kulianza hizi taarifa za uwepo wa ufisadi mkubwa katika vitengo viwili Ukraini, ikiwemo wizara ya ulinzi, ambao si mara ya kwanza kwa wizara ya ulinzi. Hata mwaka jana na mwaka juzi ilihusishwa na ufisadi uh, lakini wizara ya nishati ambayo ndio maana naona imebidi azungumze kwa sababu uh, kwa mwendelezo wa Ukraini katika mashambulizi ambayo amekuwa na nayo na Urusi. Urusi mara nyingi wanapiga nishati, sasa wakigusa hizi nishati, jukumu la kurejesha huduma kama umeme, gesi na mengine. Kiasi kikubwa Ujerumani wanatoa fedha kufadhili. Sasa taarifa ilivyokuja kuonekana kuwa kuna ufisadi mkubwa umetokea kwenye Wizara ya Nishati lakini Wizara ya Ulinzi. Sasa hapa ndio Ujerumani imebidi Metz azungumze kwa sababu hata walipa kodi wake watamuuliza kuwa tunapeleka pesa wapi? Kusaidia nini? Mbona kashfa ya ufisadi imekuwa ni kubwa sana? Sasa na ugumu wa hii kashfa ambayo imeondoka na mawaziri wawili ni kashfa ambayo imekwenda moja kwa moja kwa rafiki wa Zelenski, yaani watu wa karibu wa rais Zelenski, wakiwemo hawa hawa mawaziri, lakini pia wakiwemo wafanyabiashara wameguswa moja kwa moja na hili unajua hmm. Wakati wa maandamano yale ya 2014 Ukraine ya Euromaidan, ambayo yalimuingiza madarakani petro Poroshenko. Poroshenko aliingia kushika nchi kabla ya Zelenski, kwa kile ambacho kilikuwa kinaonekana ufisadi uliokithiri ndani ya Ukraini. Na ahadi kubwa ilikuwa kwenda kumaliza ule ufisadi. Sasa miaka mitano anakuja kugombea awamu ya pili na Zelenski. Wakati anakuja kwenye awamu ya pili kugombea, ndio ikaibuka kashfa ya ufisadi mkubwa kutoka kwa moja wa marafiki zake ambao walikuwa wakinunua silaha kwa Urusi wanaziuza kwenye jeshi la Ukraini kwa bei kubwa kabisa. Ile kashfa ikatikisa, ikamwondoa Poroshenko wakati wa Zelensky akiahidi kuwa sasa yeye ndio anakwenda kupambana na ufisadi. Kwa hiyo hata Zelensky alivyoingia madarakani, kilichomuingiza madarakani zaidi ilikuwa ni kashfa ya ufisadi ndani ya Ukraine, kujaribu kudhibiti, kwa sababu Ukraine ilikuwa ni moja ya nchi yenye kwenye nafasi ya juu sana ufisadi katika nchi za Ulaya. Kwa hiyo na yeye ameendeleza pale pale. Sasa hii kashfa si tu kashfa imekwenda, uh, unajua mara ya kwanza kwa mawaziri walijiuzulu mm. Eh, waliondolewa ma baadhi ya maafisa wa jeshi wengi mwaka jana mara hii imewagusa tena mawaziri mawaziri wameondolewa kwenye hiyo nafasi. Mara hii naona kama kuna, kuna mtanziko wa kisiasa wa ndani ambao pia sasa hivi naona vidole sana ninyoshwe wa Zelensky, kwa sababu hata hao waliohusika baadhi ni washirika wake wa karibu kwenye huu ufisadi. Ndio hiki ambacho kinachotokea Ukraine, kuwa Ukraine si tu mgogoro wa vita na, na Urusi, lakini kuna mgogoro mbaya wa kisiasa ambao sasa hivi sa unaitafuna serikali ya Zelensky, kwa sababu inaonekana kama hali ya kuto kuridhika imeanza kuwa kubwa ndani ya Ukraini dhidi ya Zelenski. Waziri mkuu wa Ukraini amezungumza hasa kuhusiana na kufanya ukaguzi kwenye mashirika haya ya umma pamoja na sehemu ambazo zimekuwa zikifanyika uh, uh, ama zikisikika <coughs> tuhuma hizo. Unadhani kwa namna lolote, uh, hili linaweza kusaidia linaweza kusaidia? Unajua, um, kama mwezi uliopita kulikuwa kuna mabadiliko ambayo Zelenski alitaka kuyachukua kuhusu hizi, uh, hizi taasisi zinazopambana na rushwa na ufisadi ndani ya Ukraini na alitaka kuzi, kuziweka karibu kabisa. Ikaleta mgogoro mkubwa na maandamano makubwa ndani ya Ukraini, kuwa ilionekana kama zile taasisi rais anataka kuzidhibiti, halafu kwa sababu wanaotajwa wengi ni rafiki zake, zile kashfa zinamuumiza yeye. Kwa hiyo ilionekana kama vile Zelenski mwenyewe alikuwa anazivuta upande wake ili aweze kuzidhibiti, lakini sasa maandamano makubwa ya raia yakapelekea kuwa bunge lisifanye uamuzi ambao rais alikuwa anauhitaji ana, wa kudhibiti zile taasisi, kwa hiyo zikaachwa zifanye kazi. Ukiangalia hata mapendekezo ya raia wengi hivi sasa wa Ukraini, wanaona kuwa pia zinatakiwa kuwa nafasi muhimu nyingi zitoke kwa teuzi za rais, kwa hata aliowafukuza ni aliowateua yeye, sababu hata, hata wanaopambana na mashirika au mashirika ambayo yanafuatilia kina nani wanahusika na ufisadi ni wale ambao wanateuliwa na rais, kwa hiyo wanaona kuwa uamuzi wa rais wa kuteua utazuia jitihada za kupambana na ufisadi ambao unamuhusu yeye moja kwa moja, kwa sababu tayari Ukraini wanaweza wakaangalia mbona kutoka Poroshenko ufisadi ume, umetembea kwenye njia yake, halafu unakuja kwa Ukraini kwa huyu Zelenski hivi sasa na enyewe unatembea kwenye njia yake. Maanake kuwa wanaona ni bora hizi, hivi vitu viondoke kwenye taasisi ambazo zinamilikiwa na hawa watu, ili tujue mengi, ili tuweze kupambana zaidi, kwa sababu moja ya kitu ambacho kilikwamisha sana Ukraine kujiunga na EU ilikuwa ni ufisadi, kwa sababu EU pia wanaangalia renki za ufisadi eh, demokrasia, usalama wa mipaka na mambo mengine. Sasa Ukraine toka inapeleka maombi ya awali, bado ilikuwa kwenye nafasi za juu sana za nchi ambazo zina ufisadi mkubwa. Kwa hiyo ilikuwa kwanza waanze kupambana na hilo ili waweze angalau kuwa na sifa kuwa na sifa. Unakumbuka, nadhani tuliwahi kuzungumza mimi na wewe wakati EU imeiteua Ukraini kwenye kuwa mgombea wa nafasi ya kujiunga na EU. Nilizungumza nikasema kuwa waliipa kwa upendeleo, kwa sababu kwa renki na zile sifa ambazo EU huwa wanatumia, ambapo hata Uturuki zimemweka nje kwa muda mrefu na nchi nyingine zimechukua miaka kuingizwa Ukraini hakuwemo kwa sababu Ukraini hakuwa na hizo sifa za kuwa mgombea wa hiyo nafasi, kwa sababu tu ya pale alipokuwa amefikia, au kwa jinsi ya rushwa inavyotajwa au nafasi yake ya rushwa ilivyokuwa. Ukraini hakustahili kuingizwa EU, lakini alipitishwa kwa kubebwa kwa nguvu nguvu. Sasa kile walichokipitisha hivi sasa wanarudi tena, ikiwa viongozi wa nje wananyosha vidole kwa Ukraini, nini kinaendelea? Inachoendelea ni ufisadi mkubwa ambao umekuwepo Ukraini kwa muda mrefu. Licha ya hayo yote, bado bado inaonekana ni kama vile bado iko upande wa Ukraini bado, kwa sababu na... wakimtoa wataona hmm. kama vile e, wamempa ushindi upande wapili, wa pili wa Urusi. Ndio maana wanajaribu kumshika na ndio maana EU walichokipendekeza hivi sasa wanataka kuwa zile taasisi za ufisadi zisidhibitiwe na mamlaka ya ndani ya Ukraini zidhibitiwe na EU. Kitu ambacho ni mgogoro mwingine wa kikatiba, kwa sababu huu ni kwa mujibu wa katiba ya Ukraini sasa ndio wamekuwa wakijaribu kupendekeza hayo, kuonekana kuwa wajaribu wao kukontrol hivyo vitu kwa sababu fedha zao nyingi zinaingia huko na fedha zinashindwa kudhibitiwa, fedha zinakwenda kwenye mikono ya watu ambao wengi wanaonekana ni marafiki wa viongozi wenye maamuzi. mm -hmm. Na Ujerumani yenyewe ni sehemu uh, ya hiyo, lakini yenyewe imeonekana kuwa na mitazamo tofauti pia juu ya hili. Haiwezi kuleta mgogoro wowote? No, ukisikia kauli ya Metsi mm, ameipeleka kwa wanasema vile maneno mepesi mm, yani kama vile ushauri, lakini amewajibika kwa sababu ukitazama Metsi alikuwa akizungumza zaidi na Wajerumani yani, kujibu hilo. Yani, kuwa, anazungumza na Wajerumani licha ya kuwa mazungumzo yake yametoka kwenye simu aliyokuwa anazungumza na Zelenski kumwambia kuhusu hilo yani, ni kile ambacho Wajerumani watamuhoji kwa sababu haishii hapo kuwa, Wajerumani watamuuliza kuwa umechukua hatua wa gani kwa sababu pesa tunazopeleka Ujerumani ni moja ya nchi ambazo zina kodi kubwa sana kwa raia wake. Yani, nchi za Ulaya zinakata kodi kubwa sana. Sasa raia wa nchi hizi wanaumia kwa kulipa kodi, kodi ambazo ndio zinazochukuliwa kupelekwa kwenye nchi zingine kama vile Ukraini. Halafu matokeo ya zile kodi ndio hizo kuwa, kuna ufisadi, kwa sababu ufisadi huu mfano wa wa, wa Ukraini unatajwa kuwa karibu dola milioni mia, ambazo zimehusika kutoka sehemu moja kupelekwa huku nani, zimepita kwa huku na huku fedha nyingi. Sasa Wajerumani lazima wamuulize Mets, na ndio maana Mets amelipeleka kama kutuma ujumbe sehemu mbili kwa pamoja, na anawajibu wajerumani kuwa nimeshawasilisha, nimewambia uchunguzi zaidi, halafu wakati huo anawambia Ukraine kuwa lazima mchukue hatua. Kwa hiyo ame, ame, amezungumza katika pande mbili ambazo kuwa anajaribu kuweka vitu sawa kwa tafsiri. mm -hmm. Na jambo lingine uh, ni mjadala ambao ulikuwepo hasa kuhusiana na ziara ya Rais wa Siria kule Marekani na baada ya hilo tumeona pia mjumbe maalum wa Marekani yenyewe amesema Siria itakuwa hasa na jukumu katika kuisaidia nchi yake kupambana na makundi yaliyo na silaha, na wanayoshinikiza zaidi kuweka udhibiti wa kuendeleza uh, katika kutoa uh, silaha Tom Baraka. hmm. Tom Baraka ni balozi wa Marekani wa Uturuki ambaye anakuwa ni mwakilishi wa Siria huwa anakwenda Lebanoni na kwingine Siria. Unaweza ukasema imejiunga rasmi na mpango wa Marekani kwa nchi ya tisini, katika zile nchi ambazo zinapambana na makundi yenye silaha, makundi yenye tishio kiuhalisia. Uki, ukitazama Siria yenyewe ilivyo, kwa kile kilichotajwa kama IS, ndio ambao mkataba umesainiwa kati ya Sharaha na wenzake. Sharaha alikuwa Marekani amesaini na Marekani mkataba wa kupambana na makundi yakiwemo makundi yenye silaha. Unajua, ukilichukua kundi la IS IS ni zao la Alqaida ambalo ambayo ukichukua HTS ni zao la Alqaida, yani Alshara na wale anaoambiwa kuwa anapambana kwa sababu Alsharaa alikuwa na uhusiano na kina Albaghdadi ambao walikuwa wakuu wa IS IS ni, ni, ni, ni, ni tawi lililotoka kwenye Alqaida. HTS ni tawi lililotoka kwenye Alqaida, licha ya kuwa baadaye HTS ilijitoa utii wake na Alqaida. IS ikaondoka Alqaida, ikabaki kama IS ambayo ikaja kuanzisha machafuko yale elfu mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kati ya Siria na Iraq. Raka ulikuwa ni mji mkuu wa dola ya Kiislam baada ya kudondoka maeneo makubwa ya Iraq na Siria. Hapa Raka, Siria ndo kawa makao makuu ilivyokuja kuanza vita elfu mbili kumi na tano kupambana sasa na IS Wakapambana nayo kuanzia Iraki, Siria na kila sehemu. Sasa jukumu analopewa Alshara ni la kupambana na tawi ambalo alikuwa ni sehemu yake, kwa sababu alikuwa na uhusiano na IS. Sehemu ambayo alikuwa naye pia anapambana nalo, ndio jukumu analopewa lakini, mm. kwa picha moja utaona kama IS ndani ya Siria hakuna tishio kubwa la IS. Kiuhalisia IS imebaki ni kama jina au IS kwa sasa kwa Mashariki ya Kati hutumika kama kuhalalisha uwepo wa vikosi fulani, mfano pale Iraq, Marekani ana vikosi. Bunge la Iraq mwaka 2020 lilipiga kura la kuamuru vikosi vyote vya kigeni viondoke katika ardhi ya Iraq baada ya shambulizi lililomuua General Qasim Suleiman. Bunge la Iraq likapiga kura, sasa Marekani hatakiwi Iraq, akiwemo yeye na vikosi vingine vya kimataifa kuwa wanatakiwa waondoke. Na tayari kumekuwa na mazungumzo ambayo uh, wanadiplomasia wa Iraq mara nyingi wanakwenda Marekani wanazungumza kuhusu kuondoa vikosi vya Marekani. Sasa sababu pekee ya Marekani ambayo huwa inamfanya kubaki Iraq ni sababu ya IS, kuwa tuna tishio la vikosi vya IS, lakini kwa uhalisia hakuna hilo tishio kubwa kiwango hicho. Sasa ukirudi kwa Siria, utawala wa kwanza wa Trump wa awami ya kwanza Trump alipeleka nguvu kubwa sana kule kaskazini mashariki. Kuna kikosi kinaitwa SDF ambacho ni cha Wakurdi kipigane na IS. Kwa hiyo ni kama waliwamaliza IS, ila uhalali wa uwepo wa Marekani ndani ya ardhi ya Siria unatafuta sababu. Kwa hiyo tunapo saini makubaliano, tunaenda kuanzisha kambi ya kijeshi ndani ya Siria ambayo itafanya uwepo wa Marekani ndani ya ardhi ya Siria ndio uliokuwa unatafutwa na manufaa kwa Marekani na manufaa kwa Marekani kwa, lakini tishio la IS hmm, lipo kinadharia lakini sio kiuhalisia kabisa, kuwa kuna tishio la IS. Kilichokuwa kinatafutwa ni uhalali wa Marekani kubaki kwenye ardhi ya Syria na sasa wamekipata, hmm, na itakuwa ngumu hivyo kutoka kwa vigumu kuondoka, itabaki kama upande wa Iraki, kuwa kadri wakitaka kuondoka, wanatoa taarifa mpya kuwa tumepata taarifa, kuna tishio kubwa la IS litavamia, na hivyo kwa hiyo wanapata uhalali wa kuendelea kubaki katika mashariki ya Kati. Shukran sana Rahby. Asante yes, sana tunakamilisha hivyo.